mtoto wa Mungu. Lazima nijifunze principles za kiroho zikoje kutunza uchumba huu. Inatunzwaje ndoa? Ndoa. Ndoa haitunzwi kwa maneno mazuri tunayosemaga. Ninyi wenye wasifu mkubwa na mtu ameandika mile message nzuri za kumtumia mume wako au mpenzi wako. Wewe hapo kituma kama zile, kama ndoa yako haina ulinzi, itabomoka. Ndoa inatunzwa atulishwa. Mimi napita mjini huko. Nakuta ameandikwa mganga wa jadi halafu, ameandika pale, mali kafala, mvuto wa mapenzi, kumtuliza mme au mke. Unasikia neno kumtuliza, ina maana na kukaruka, au <laughs> <laughs> ni waganga, kumtuliza mke au mme, kumrejesha wapi, kumrudisha aliyepotea. Wale wada ndoa zipo unajua kwa nini wanaangaika na no, wanaangaika wenu ni Wakristo kwa sababu hawajui namna gani ya kuitunza ndoa. Yule mganga pale niezia pale kwenye lile bango, ndiye mchungaji wa watu wa gizani. Anawaambia watu wake, leteni ndoa zenu, nije hapa nizitulize. Halafu nasikia Wakristo wameanza kusema Oh, wamekula ile mbuzi inayotolewa kwa mganga, sio mbuzi. Ni nini ile jamani? Ni sadaka. Ndoa ya mpagani jirani yako imetulia, maana sadaka imetolelewa ile ndoa na mganga. Ataambia kutuliza. Hey, mmeo mna fulani angekuwa na sari uko vizuri. Yule mama alitoa mbuzi kwa Karumanzima kisiri, si kupeleka mbuzi, mtulize mme wangu sisi Wakristo hatuwatulizi wake zetu wala waume zetu, hatuwatulizi eletu mefunga ndoakekee. Na hasa kanisa hapa lapajishisi, tumepata neema, tunao walimu wanaofundisha hizi hizi habari za zamani. Kwa nini tunasoma habari za zamani? Kwa sababu hawa ndio waanzilishi wa ndoa na walitulia walikuwa wanatoa sadaka James, utolelee uchumba wako. tumemweka Zela hapa leo. Zela amependeza. Amevaa che. Saa kubwa. Vijana wote macho ah, kumezela mzuri. <laughs> Halafu wewe, eti yeye leo tukakutangaza tu chumba jamani hii. Utakuja kuta kuna moyo kamkwapo. Kuchumbia sio kuoa eti. Kama mwanamke tu aliyeolewa na kutoroka na mwanaume mwingine. Mchumba. Ndio <laughs> <laughs> mtakulizo huyu.